Commissioner and team yote ya security wakasema in, kwa vile wanazunguka katika hali e, wanakuta wamama wetu wengine vulnerable teams wanaumia kwa ma villages. Kuna mama amekaa siku tatu ine bila chakula, hata hajawahi hajaweka chai kwa mdomo. Sasa mimi nikachukua jukumu, nikaenda kutembea kwa serikali e, nikapewa chakula nikakuja hapa mahindi ma, gunia mia tatu na maharagwe gunia mia mbili sitini na county commissioner received na akaweka kwa store hapa ambayo imelindwa vizuri. Na siku ya leo tumejumuika hapa na, na PS wetu Dr. Imbunya kukuja ku launch officially hii chakula iende katika all our 38 locations, vile county commissioner anasema tuna na hii chakula, it's meant for those vulnerable teams. Kuna wengine utasikia wanasema chakula Vihiga akitakikani wakijua maisha yenye akina mama ambao vulnerable wajane, watoto mayatima, wako kwa hizi maboma bila chakula, hawawezi ongea namna hivyo. So kwa hivyo, siku ya leo hii ndio kazi muhimu tunafanya, na nitatembea kwa kila locations nikiangalia the process vile inaendelea na, na eh, bado this is the second lot. Tumelete the first lot ilikuja ikazungushwa tena, this is the second one na tutaendelea the. I always tell you, mama anafika mahali kutafuta chakula mpaka watoto wakule, na mimi nitatembea na nitaendelea kutembea na nitashikanana na hata huyu PS na wengine viongozi wengine, tuzunguke tuone, at least watu wetu wa Vihiga wanapata vitu ambavyo serikali inapeana. Kuna vitu mingi, tutaendelea kuja kulete, na mtaona, tutakuwa tukiwaita hapa tunasema tumelete hii very soon. kuna tunalete non food stuffs na pia tutagawa for those vulnerable groups. For real Ukitembea huku mashinani mimi hutembea na rabas nimevaa chenye mimi upata huku nje, ni, ni, ni pathetic jamii. Baba alikufa mama akakufa, watoto wako hapo wote under 15 years, na hakuna mtu anashughulikia hao watoto hao. Ndio tunapanga na hawa administrators right from village elders Assistant chiefs to chiefs and up to acc na up to County Commissioner, ndio tumeona tulete hiki chakula na kifaidi hizo jamii, na tutaendelea namna hivyo, tuone wa watu wetu wanaishi maisha mazuri, sio maisha ya shida shida mingi hapa na pale.